Kanuni ya Bwana ya kubarikiwa usiache nyuma, ni ipi? Ya kutoa zaka ama fungu la kumi. God's principle of blessing which is giving tithe, ili kusuia accusation of the devil before the Lord. Yet unapo unapotafuta neema ya Bwana maana ukichukua hatua hii ya kwamba utafute neema ya Bwana kwa kufunga na kuomba, ukitumia maandiko na utimize kanuni ya Bwana ya kubarikiwa ya kutoa fungu la kumi, unampiga shetani tatu bila. Hawezi kwenda kushtaki kwa Bwana ya kwamba umeshindwa, ama kwamba utambariki vipi huyu na wakati Yaani, wakati umetafuta neema ya Bwana ya kufunga na kuomba kutumia maandiko, alafu unatimiza kanuni za Mungu za kubarikiwa. Ni gani? Ni kuwe mwaminifu kwa fungu la kumi. Utakuwa umempiga shetani tatu, bila hawendi kukushtaki mbele za Bwana kwamba wewe unadaije haki zako, unadaije miliki zako na baraka zako, na huku wewe ni mwizi yote shetani ataachilia hata kupata nafasi ya kuweza kukushinda, akikutesa ama, aki akizuilia baraka zako, Bwana ataingilia kati na Bwana atafungua Daniel